Uh, ndugu waandishi wa habari, leo saa 11 alfajiri nimefanya ziara katika baadhi ya vituo vya mabasi yaendayo ya kwa kasi kuanzia gerezani hapa Kimara, na nikitoka hapa naelekea pale Mbezi mwisho. Hapa tupo na jeshi la polisi, lakini zaidi RPC pamoja na RTO wa Kinondoni lakini jambo langu kubwa ambalo nataka kuwafafanulia ndugu waandishi wa habari na wananchi wenzetu waweze kuelewa, tumeona kripu nyingi zikiwa zinazunguka zikionyesha watu wananing'inia kwenye magari, lakini pia zikionyesha kwamba watu wanasukumana sana kuingia kwenye haya mabasi. Kwanza kama mkuu wa mkoa nikiri kabisa kwamba mabasi haya yameshapungua sana kutoka kwenye idadi yake ya kwanza tangu yalivyonunuliwa mpaka yalivyo sasa hivi. Mabasi yanayotoa huduma kwa muda huu mabasi ya kampuni ya UDAT yanayotoa ya huduma hayazidi hata 40. mabasi yanayotoa huduma kwa sababu ndio mabasi ambayo yana uafadhali. kitu ambacho kimefanyika Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameagiza haraka sana kama ambavyo niliwapeni taarifa siku ya kwanza kwamba kila barabara apatikane mtu wa huduma mmoja ili kuwe kuna ushindani wa utoaji wa huduma katika barabara hizi barabara Morogoro Road, barabara Kura Road, barabara ya Mwalimu Nyerere ile kwenda airport pamoja na barabara zingine ambazo ziko mbioni kukamilika. Barabara hii tunayoizungumzia leo ya Morogoro Road hii amepatikana mtu wa huduma mmoja nje na UDAT. Maana yake ni kwamba kwa muda huu muda sio mrefu mabasi yataingia mabasi ambayo yatakuwa ni kampuni tofauti na UDAT. Na kwa nini yamefanyika namna hiyo? imefanyika namna hiyo ili apatikane mtu mwingine mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye uwezo wa kiteknolojia wa kuweza kuingiza mabasi haya. Mwanzoni kama mnakumbuka vizuri, udat serikali na hisa kwenye udat, hata tukaona hapana, ni vizuri mabasi haya sasa yakaendeshwa na kampuni binafsi ambao watakuwa na uwezo mkubwa na lakini, wa kusimamia masuala yote yanayohusu upakiaji wa abiria. Lakini barabara ya Kilwa Road, ndugu zangu waandishi wa habari na yenyewe tulisema ifikapo tarehe kumi na tano mwezi wa nane kutakuwa tayari kuna mabasi mapya yanayoingia kutoka nchini China. Ninayo furaha pia kuambia kwamba kweli ilipofika tarehe kumi na tano magari yote yalikuwa yako kwenye bandari ya Dar es Salaam. Baada ya hapo, ilikuwa ni kuanza kushughulika na masuala mengineyo, ikiwemo mambo ya import duty, mambo ya VAT ili tuweze kuyatoa kwa release order, moja ya mabasi yaweze kufanya kazi, mabasi ya kampuni ya Moffat kwa njia ya Kilwa Road yaliyokwisha fika mpaka sasa yako mia moja na hamsini na moja na mara ya kwanza tarehe 15 yaliingia mabafu 99. Hivi navyozungumza tumeyatoa yote bandarini, yako kwenye yadi ya pale Mbagala ili kuyapate vibali vyote maalum na yaweze kuingia barabarani. Ninayo furaha pia kuwaambia kwamba Mungu akijalia, kwa namna ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu amepata pia maelekezo kutoka kwa mamlaka na kutusimamia sisi wiki hii mpaka wiki ijayo mabasi ya kampuni ya Mofat yatakuwa tayari yamekushaingia barabarani kwa ajili ya kufanya kazi kwa ile njia y Mbagala. Sasa kilichopo kwenye barabara hii ni nini? Tulichokiamua kwenye barabara hii mpaka muda huu, kwa kuwa mabasi haya ni machache, kwa kuwa mabasi haya ni machache, na kwa kuwa mabasi haya demand yake imekuwa ni kubwa kuliko supply. tulichokifanya sasa, tumekushakana na kampuni inayotoa huduma barabara ya Kilwa Road, ili angalau sasa